Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr Hussein Ali Mwinyi, amesema taasisi za elimu ya juu zina mchango muhimu katika ukuaji wa sekta ya elimu pamoja na kuandaa nguvu kazi kwa maendeleo ya nchi. Rais Dr Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 17 Disemba 2025, katika mahafali ya 23 ya Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU, yaliyofanyika viwanja vya chuo hicho Rais Dr Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 17 Disemba 2025, katika mahafali ya 23 ya chuo kikuu cha Zanzibar ZU yaliyofanyika viwanja vya chuo hicho Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira bora ya kukuza elimu na kuhakikisha kuwa vyuo vyetu vinaimarika na, na kuwa na vifaa bora na vya kisasa pamoja na vitendea kazi ili kuviwezesha kuwaandaa vyema wahitimu wetu ambao ni nguvu kazi ya taifa. Natoa shukrani za dhati kwa Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuanzisha shahada ya uzamivu ya usimamizi wa biashara na shahada ya uzamivu wa sheria, shahada ya uzamili ya wa uhusiano wa kimataifa na diplomasia, shahada ya uzamili wa sayansi katika uhandisi wa mifumo ya kompyuta, shahada ya sanaa na elimu na, stash, na stashahada ya kompyuta katika sayansi ya data. Ni dhahiri kwamba uanzishaji wa programu hizi katika chuo kikuu cha Zanzibar kutapanua wigo wa kielimu kwa vijana wa Tanzania. Tunakipongeza chuo kikuu cha Zanzibar kuwa ndicho chuo kikuu cha kwanza kuanzishwa hapa Zanzibar na kinazidi kuendelea kufanya vizuri. Vyuo vikuu vya serikali na vya binafsi pamoja na taasisi nyingine za kitaaluma vina mchango mkubwa katika kuimarisha nguvu kazi katika sekta zote nchini. Kipekee nazishukuru kwa dhati taasisi za kitaaluma za ndani ya nchi kikiwemo chuo kikuu cha Zanzibar kwa kuungana na serikali katika kuibua, kuendeleza na kusimamia sera na programu za uchumi wa bluu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Ushirikiano huu umeendelea kuimarisha misingi ya uchumi wa bluu na uchumi wa kidijitali, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuvutia uwekezaji na kusaidia kulinda rasilimali zetu za bahari kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Napenda nichukue fursa hii kuupongeza kwa dhati uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, Baraza la Wadhamini, wahadhiri, watumishi na wadau wote wa chuo kwa jitihada zao za kuboresha ubora wa elimu, kuimarisha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia na kuendelea kulea kizazi cha vijana, vijana wenye weledi, maadili mema na uzalendo kwa Taifa lao. Hongereni sana kwa mafanikio haya.